Karibu kwenye chaneli yetu Yanayojiri Mitaani TV. Hapa tunakuelimisha kuhusu faida za vyakula mbalimbali mbali na jinsi vinavyosaidia mwili wako kuwa na afya na jinsi vinavyosaidia mwili wako kuwa na afya bora. Usisahau kusubscribe, kupenda video hii na kushare, ili wengine pia wanufaike. Vyakula sita vinavyokuwa bora zaidi vikihifadhiwa kwenye friza. Afya bora kwa mwili wako. Wengi wetu tunafikiria chakula freshi ndicho bora kuliko vyote. Tunapenda kununua matunda, mboga na vyakula vipya sokoni kila siku, sio ndivyo? Lakini je, unajua kwamba kuna vyakula ambavyo vikipitia baridi kali, yaani vikihifadhiwa kwenye friza, vinakuwa na faida zaidi kwa mwili kuliko vile vikiwa freshi? Leo kwenye video hii ya yanayojiri mitaani TV, tutazungumzia vyakula sita ambavyo vikihifadhiwa kwenye friza vinabaki na virutubishi vingi sana, ladha nzuri, na vinaweza kusaidia kuwa na afya bora zaidi. Kwa hivyo kaa karibu, chukua daftari lako kama unapenda kuandika mambo muhimu, na tu, tusafiri pamoja kwenye ulimwengu wa vyakula vya friza. Kwanza, spinachi. Majani ya spinachi. Spinachi ni moja ya mboga bora zaidi duniani. Ina madini ya iron, yaani ya madini ya chuma, vitamin a, k na c, pamoja na faiba ambayo husaidia mmeng'enyo wa chakula. Lakini siri hii ni, hii ni spinachi freshi ikikaa sokoni kwa siku kadhaa hupoteza nguvu zake. Wanasayansi wanasema ndani ya siku mbili au tatu tu virutubishi vingi vinapotea, lakini spinachi iliyogandishwa mara moja baada ya kuvunwa hubaki na virutubishi vyote. Kwa hivyo ukinunua spinachi ya, ya friza hasa ile isiyochanganywa na vi, viambato vingine, unapata virutubishi safi kabisa. Hebu nikupatie wazo: jaribu kupika spinachi ya friza kwa kuichemsha sekunde 30 tu, kisha ongeza kitunguu, karoti kidogo na mafuta ya zeituni, utapata chakula kitamu na chenye nguvu nyingi. Pili, green peas ama njegere. Njegere ni moja ya vyakula vinavyoongeza nguvu mwilini. Zina protini, faiba na vitamin C. Njegere freshi zikitoka shambani virutubishi vyake huanza kupungua mara moja, lakini zinapohifadhiwa kwenye friza baada ya kuvunwa zinabaki na vitamini na ladha kwa muda mrefu. Njegere hizi unaweza kuzitumia kwenye wali, pilau, mchuzi wa nyama zinaongeza rangi nzuri na ladha tamu. Pia husaidia kudhibiti sukari mwilini na kuimarisha mfumo wa kinga. Hebu nikupe ushauri: kama una watoto, ongeza njegere kwenye chakula chao. Ni njia rahisi ya kuwapa virutubishi bila kulazimisha sana kula mboga. Tatu. Matunda ya berries ama tunasema matunda ya berries kama strawberry, blueberry na raspberry. Haya ni kama tulivyotaja, matunda haya ni strawberry, blueberry na raspberry. Matunda haya ni maarufu sana duniani kwa sababu yana antioxidants, vitu vinavyosaidia mwilini kupambana na magonjwa, uzee wa mapema, matatizo ya moyo, lakini jambo la kushangaza ni kwamba berries fresh eh, huanza kupoteza nguvu muda mfupi tu baada ya kuvunwa. Watafiti wamegundua kuwa berries zilizogandishwa hubaki na karibu asilimia tisini ya virutubishi vyake. Kwa hivyo ukiwa na friza za nyumbani, unaweza kuhifadhi berries zako na kuzitumia baadaye kwenye juices, smoothies, na hata kwenye uji. Ni njia bora ya kula matunda ama ni njia bora ya kula tunda safi hata kama ni ma majira ya baridi. Ngoja nikupatie tipu kidogo. Ukihifadhi okay, matunda haya kwenye friza, usiaweke pamoja na vyakula vyenye harufu kali kama samaki au vitunguu. Harufu inaweza kuingia kwenye matunda. Nne, mahindi matamu, sweet corn wanaita hivyo mahindi freshi yakikaa muda mrefu hupoteza sukari yake ya asili na vitamini B, lakini yakihifadhiwa kwenye friza sukari yake inabaki, na ladha yake inakuwa tamu zaidi. Mahindi ya friza ni mazuri sana kwa watoto, watu wazima, hata wazee. Yanasaidia kuongeza nguvu na husaidia mfumo wa damu kufanya kazi vizuri. Hebu nikuelezee, unaweza kuchemsha mahindi ya friza dakika tano tu, kisha upake chumvi kidogo na siagi. Ni chakula rahisi chenye nguvu na kisichohitaji muda mwingi kupika. Tano. Kuna brokoli ama brokoli. Brokoli ni mboga ya kijani ambayo inajulikana kama kinga ya mwili. Ina vitamin C, na K na, ni, na madini kama calcium na iron ama chuma. Brokoli freshi ikikaa nje hupoteza virutubishi haraka, lakini ile ya friza hubakiza zaidi ya asilimia 80 ya nguvu zake. Unapopika brokoli ya friza chemsha sekunde 45 au uipike kwa mvuke ya, yani steam. Usichemshie sana. Kwa njia hii inabaki na ladha tamu na virutubishi vyote. Ngoja nikupatie wazo: brokoli pia inasaidia kupunguza mafuta mabaya mwilini na kuimarisha kinga ya mwili. Kwa hivyo ni mboga muhimu sana kwa afya. Sita. Karoti. Karoti ni chanzo cha beta karoti, inasaidia macho ngozi na damu. Karoti freshi ikikaa muda mrefu hupoteza rangi ya ladha. Karoti freshi ikikaa muda mrefu hupoteza rangi na ladha, lakini karoti ya friza inabaki na rangi ya machungwa na ladha yake safi sana. Unapopika karoti za friza, chemsha dakika mbili tu au dakika tatu kisha tia mafuta kidogo, zinakaa tamu zaidi na haziangamizi virutubishi. Hebu nikuelezee pia, karoti husaidia macho kuona vizuri, hasa usiku na ni nzuri kwa watoto na wazee. Mtazamaji na msikilizaji Yanayojiri Mitaani TV, hebu nikupatie ushauri. Kuna watu wanaogopa chakula cha friza, wakidhani hakina afya, lakini ukweli ni kwamba vyakula hivi vikihifadhiwa vizuri, vinaweza kuwa bora kuliko vile vya sokoni vinavyokaa siku nyingi. Cha muhimu ni kuto vitoa friza mara nyingi, mara moja. Ukivitoa vitumie, usivirubishe tena kwenye friza baada ya kuviayusha kuf... kutoa barafu. Kwa njia hii utaokoa muda, pesa zako, na bado utakula chakula bora chenye virutubishi vyote. mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, nisikize vizuri kwanza. Tunatoa asante kwa kutazama hadi mwisho. Usisahau kusubscribe, kupenda, yaani kulike video hii na kushare na marafiki zako. Tuandikie kwenye sehemu ya maoni ni chakula gani unapenda kukihifadhi kwenye friza nyumbani kwako. Tukutane tena kwenye video inayofuata hapa hapa kwenye Yanayojiri Mitaani TV.